Ujambo. Karibu kwenye channel ya Daizo Fursa, mahali ambapo tunakufundisha ujasiria mali mitaji midogo na mbinu za kupata pesa haraka. Kama bado hujafollow hakikisha unabonyeza subscribe na ukishike kengele ili usikose masomo yote ya biashara na kilimo kitakachobadilisha maisha yako. Leo tutaangalia kilimo cha matikiti, kilimo ambacho kinaweza kukusaidia ujenge nyumba au kununua gari, lakini sio kila kilimo kina faida kama hiki. Hebu tuanze na hesabu halisi. Tuchukulie kila tikiti lina thamani ya 2500 na ukiuza matikiti 300, jumla ya kipato chako ni 2500 mara 30. Hesabu hatua kwa hatua: moja, 2500 mara 300 ni sawa sawa na 2500 mara 3 mara 100. Mbili, 2500 mara 3 ni sawasawa na 7500. Tatu, 7500 mara 100 ni sawasawa na 75000. Angalia, kwa matikiti 300 unapata 75000. Hii ni faida halisi na huu ni mwanzo tu, lakini wacha tuzungumzie muda. Matikiti yanachukua takriban miezi mitatu hadi minne kukuwa na kuwa tayari kwa soko Hivyo ndani ya muda huu mfupi unaweza kuanza kuona pesa halisi ikiwa utazingatia udongo, mbolea na maji. Lakini hii ni part 1 tu. Katika part 2 nitakuonyesha jinsi ya kuhesabu gharama za mbolea, maji na kupata faida halisi baada ya matumizi. Hapa ndipo wengi wanashindwa, lakini ukitazama part 2 utaona jinsi unavyoweza kuongeza kipato chako hadi kufikia malengo makubwa. Kwa hiyo hakikisha umeshike subscribe, share video hii na jiandae kwa part 2. Hapa ndipo ndoto za mali zinapoanza. Usikose.